Nabii James Nyakia aliyebarikiwa. Yes, nainua mikono mbele za Mungu Jehova aliye hai na kusalimu mahala ulipo. Naamini imekuwa ni siku njema, umekuwa ni usiku mwema, umekuwa ni mchana mwema, imekuwa ni jioni njema, yamekuwa ni majira ya baraka kwako, kwa kwa popote pale ulipo, najua ama unajiandaa kuendelea na jambo fulani au unajiandaa kupumzika au umechoka au ndo unaingia kazini na kusalimu mahala ulipo. Mungu akubariki, Mungu atengeneze njia palipokuwa pana njia, Mungu afungue malango mahala yalipokuwa yamezibwa, Mungu aweke nuru palipokuwa na giza, Mungu akutengeneze wa watu wa kukuinua mahala ulipokuwa umeachwa na kuombea mahala ulipo na kuombea Mahala ulipo na kuombea, katika nyakati hizi, unapoelekea kupumzika na kuombea, wewe unayeelekea kwenda katika maeneo ya kazi na kuombea, wewe unayeelekea katika maeneo ambayo pengine kuna huzuni, kuna msiba, nawaombea tawale nyie ambao mnakwenda kusafirisha msiba majira haya. Mungu awalinde wa Mungu awatangulie, Mungu aambatane pamoja na ninyi, Mungu aambatane pamoja na kazi mlionayo mbele yenu. Najua kuna watu mmeumia wengine mmepoteza wapendwa wenu, yes. Kuna watu mmepoteza wapendwa wenu, yes. Kuna watu mmepoteza kabisa wapendwa wenu. Kuna watu mnauguza wapendwa wenu. Kuna watu ukimwangalia yule unayemuguza, hakika huna uhakika kabisa kama atainuka kitandani, hauna uhakika kama atainuka kitandani. Napenda nikwambie jambo moja. Haya ndiyo majira ya Mungu kuachilia neema kwa wale ambao wana mambo yaliyoshindikana. Haya ndiyo majira ya Mungu kuwainua walio vitandani. Haya ndiyo majira ya Mungu kuwatoa kwenye giza na kuwaleta kwenye nuru wale ambao mambo yao yameshindikana. Naachiria neema mahala ulipo, naachiria upako wa uponyaji, naachiria upako wa uponyaji, naachiria tamko la kinabii ya kwamba kilichokuweka kitandani Mungu anakwenda kukiondoa, Mungu anakwenda kukiondoa Mungu anakwenda akiondoa magonjwa yaliyo ndani ya mwili wako, iwe ni figo, uwe ni moyo, liwe ni bandama, iwe ni ini, iwe ni kichwa, liwe ni jicho, iwe ni kansa, iwe ni kisukari, iwe ni malaria, iwe ni HIV, yawe ni magonjwa ya uvimbe, yawe ni magonjwa ya kutokwa usaha, iwe ni ugonjwa wa kidonda. na achilia neema mahala ulipo, kwa mamlaka ya jina Yesu. Mungu akulinde, Mungu akuponye mahala ulipo, Mungu akuponye mahala ulipo Mungu akuponye mahali ulipo. Mungu akuponye mahali ulipo. Naachilia uponyaji juu yako, naachilia uponyaji juu yako wewe ambaye umekuwa kwenye magonjwa. Naachilia uponyaji kwako kwa mamlaka ya jina Yesu. Nainua mikono yangu mbele za Mungu Jehova aliye hai. Nainua mikono yangu mbele ya Mungu Jehova aliye hai Naachilia neno la uponyaji kwako. Namwita Mungu Jehova aliye hai, namwita Mungu Jehova aliye hai. Nawaita maserufi na makerubi, naita lile jeshi la malaika la uponyaji, likaguse kitanda chako, likaguse mahala ulipo. Kuna mahala unaona sasa kwako yameshindikana, unaona unaelekea kabuleni, unaona unamuonyesha mpondo wako, unampoteza kabisa mpondo wako Unampoteza mkeo, unampoteza mtoto, unampoteza mama, unampoteza baba, unampoteza rafiki. Taja majina yake. Nuru ya Kristo inakwenda kumgusa majina haya. Neema ya Kristo inakwenda kumgusa majina haya. Neema ya Kristo inakwenda kumgusa majina haya. Naituma na damu ya Yesu ikaguse maumivu yako. Naituma damu ya Yesu ikaguse maumivu yako. Naituma damu ya Yesu ikaondoe usaha mahala palipo na usaha akutumia damu ya Yesu, nakutumia na damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikanene uzima kwako, damu ya Yesu ikanene uzima kwako, damu ya Yesu ikanene uzima kwako. Najua mpendwa, kuna jambo linaendelea kwako. Oh yes Jesus, Jesus my my Lord, my God, Jesus Christ. Najua kuna jambo linaendelea kwako, najua kuna ugonjwa upo kwako, najua kuna kitu kizito kimo ndani ya mwili wako. Yamkini kuna vipimo vimefanyika, lakini bado hapa jaonyesha chochote. Nainua mikono, mbingu na ardhi vinafunguka kwa ajili yako, mbingu na ardhi vinafunguka kwa ajili yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu, mbingu na ardhi vinafunguka kwa ajili yako. Mwili wako utaonja mauti. Nakataa roho ya umauti kwako kwa mamlaka ya jina Yesu. Nakataa roho ya umauti kwako kwa mamlaka ya jina Yesu. Nakataa roho ya umauti kwako kwa mamlaka ya jina Yesu. Nakataa roho ya umauti kwako kwa mamlaka ya jina Yesu. Nakataa roho ya umauti kwako. Nakataa roho ya umauti kwako. Nakataa roho ya umauti. Navunja roho ya umauti. Natengua roho ya umauti. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Mnazareti mwana wa Mungu aliye hai, namuita Mungu Jehova akaguse kitanda ulipo. Uwe umelazwa hospitali, uwe umelazwa hospitalini, uwe unaugulia nyumbani, uwe unaugulia kazini. Kuna mtu anasafirishwa, yuko kwenye gari sana majira haya, hali yake ni tete, ndugu wamekata tamaa. Nainua mikono kwa ajili yako. Mungu akuponye majira haya. Mungu akuponye majira haya. Mungu akuponye majira haya. Mungu akuponye majira haya. Mungu akuponye majira haya. Narejesha pumzi ya uhai ndani yako. Naita pumzi ya uhai ingie ndani mwako. Naita pumzi ya uhai ingie ndani mwako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Mnazareti mwana wa Mungu ali hai. Nakataro ya umauti kwako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nakataro ya umauti kwako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nakataro ya umauti kwako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nakataa roho ya umauti kwako kwa mamlaka ya jina Yesu. Nakataa roho ya umauti kwako kwa mamlaka ya jina Yesu. Nakataa roho ya umauti kwako katika jina la Yesu Kristo Mnazareti mwana wa Mungu aliye hai. Ndugu yangu, najua kuna jambo linaendelea kwako ku. Kuna kitu kinaendelea kwako ku. na Roho wa Mungu anafunua kuna yaliyo mapenzi ya Mungu kuna yasiyo mapenzi ya Mungu, na kuombea yasiyo mapenzi ya Mungu na yatengua kwa damu ya Yesu. Yasiyo mapenzi ya Mungu katika chochote kinachoendelea kwako, katika chochote kinachoendelea kwako na tengua kwa mamlaka ya jina Yesu Kristo Mnazareti mwana wa Mungu aliye hai katika chochote kinachoendelea juu yako, chochote kinachoendelea kwenye biashara, chochote kinachoendelea kwenye ajira, chochote kinachoendelea kwenye masomo, chochote kinachoendelea kwenye ndoa, natengua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana ngole. Nalituma neno, nalituma neno nyumbani mwako, nalituma neno kwenye ajira yako, nalituma neno kwenye biashara, nalituma neno kwenye kazi, nalituma neno kwa mahala unapoishi nalituma neno kwenye ardhi unayokanyaga. Hakuta kuwepo na mapooza tena, hakuta kuwepo na mapooza tena, hakuta kuwepo na kushindwa tena, hakuta kuwepo na kushindwa tena, tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nataka sasa mahala ulipo upige magoti, pige magoti mahala ulipo. Tamka na mimi maneno haya, tamka na mimi maneno haya, sema: nakataa roho ya umaskini. Nataka utamke haya maneno mara sita. Moja, nakataa roho ya umaskini, nakataa roho ya umaskini, nakataa roho ya umaskini, nakataa roho ya umaskini Nakata, ro, Nakata, ro, nakataa roho ya umaskini nakataa roho ya umaskini. Naachilia neema ya Kristo iingie katika kila kazi uliokuwa unaifanya, katika kila kazi uliokuwa unaifanya inaishia njiani. Roho ya umaskini imeondoka juu yako roho ya umaskini imeondoka juu yako, damu ya Yesu imekufunika, damu ya Yesu imekufunika, damu ya Yesu Yesu imekufunika. Na achilia damu ya Yesu ikafunike malango yako, na achilia damu ya Yesu ikafunike biashara, na achilia damu ya Yesu ikafunike eneo lako la kazi, na achilia damu ya Yesu ikafunike cheo chako, na achilia damu ya Yesu ikafunike mtaji wako, na achilia damu ya Yesu ikafunike uzao, na achilia damu ya Yesu ikafunike. Magonjwa yaliyokuwa ndani mwako yanaondoka kwa mamlaka ya jina Yesu, yanatoweka kwa mamlaka ya jina Yesu, yanaachilia kwa mamlaka ya jina Yesu Kristo mwana wa Mungu hai, hautakuwa na magonjwa tena, hautakuwa na umaskini tena, hautazaa mapooza tena. Kwa jina yameondoka na yameaga kuanzia leo kwa mamlaka ya jina Yesu. Kila pando waliokuwa wamekupandia, kila magonjwa juu yako yanakwenda kuondoka, kila magonjwa juu yako yanakwenda kuondoka, kila roho ya umaskini naitengua leo, haitafanya kazi tena kila mapango ya kuzimu hayatafanya kazi tena katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Neema mpya imeingia kwako, mamlaka mpya imeingia kwako, ukuu wa Mungu wa ajabu mpya umeingia kwako. Sasa uko wapi? Uko wapi jioni ya leo? Uko wapi majira haya, mtu wa Mungu? Uko wapi usiku huu? Uko wapi alfajiri hii? uko wapi asubuhi hii? Uko wapi usiku wa manane huu? Najua duniani kuna majira tofauti, ndo maana kuna mtu ananiona leo ni asubuhi, kuna mtu ananiona leo ni jioni, kuna mtu ananiona leo ni, ni usiku, kuna mtu ananiona leo ni mchana. Kila nchi ina majira yake, Mungu ametofautisha. Wewe unanitazama sana majira haya, neema ya Kristo imeingia nyumbani mwako, usiwe na hofu, tulia Niandikie ujumbe wako sana majira haya. Niambia Nabii wa Mungu James Nyakia na kufuatilia. Ni pili ya pekee kabisa ambayo Mungu anakwenda kujitukuza kipekee, yaani ni yaani Jumapili ya kukanyaga kwenye maji ya kisima cha moto, yaani unakwenda kanyaga kwenye kisima cha maji ya moto, ambayo roho yote ya mikoso ulionayo, nuksi ulio nayo, roho ya kushindwa ulio fm hiyo, makofi kwa Yesu tena, amen. Naona wageni wameisha. Sasa jamani, kuna muujiza hapa ambao tunamsikia sasa hivi. Mimi nimeona mpaka nimechoka. Hivi wangapi alipata hizi taarifa katikati ya wiki hii? Mlipata hizo taarifa, kaja mwenyewe online Bila chenga umsikie kwa masikio yenu, bueno. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mama tuanzie moja, tupe ushuhuda tafadhali. Nimebona pale mpaka nikataka kuchanganyikiwa. Tunambojitambulisha unaitwa nani? Umetokea wapi? Kuja kuja hapa kanisani ilikuwaje? Amina, karibu mama. Asante eh, Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Hamida Shabani, natokea Bunju. Mm, nilipata taarifa hizi kwa binti mmoja nilikuwa niko kwenye biashara zangu mtaani, alinielezea. Nilikuwa nikijielezea changamoto ninazozipitia kwa mme wangu. Mme wangu ana matatizo ya ulevi na changamoto zingine nyingi tu. Kwa hiyo yule dada akaniambia, eh, kwa nini moja tusiende mahali fulani, kuna nabii nabii, na nini, ah, nikasema nimechoka ni sana. Sana, nishaenda sehemu nyingi, nishaenda da kwa manabii mbalimbali, yani mpaka nimechoka. Mungu mwenyewe ataamua. Kwa hiyo, huyu bwana kutokana na hali yake ya ulevi, ilifika ndugu zake na wenyewe wamechoka, wakasema, ngoja tumpeleke sober house. Kwa hiyo, wakati nakutana na huyu na binti, ndo tulikuwa tuko kwenye prosesi za kumpeleka kumpeleka sober house. Kwa hiyo, alipelekwa sober house, na nikwambia jambo moja, kama yalishatendeka hayo yamepita. Kama yalikuumiza yamekuachia historia, na kama yalikudhalilisha yamekuandalia kwa maarufu, na kama yamekutengenezea fedheha yamekutengenezea kanuni ya utakapokuwa unatazama mafanikio ulio nayo ukilinganisha na mahali ulipotoka Lazima utainua mikono juu, utasema: wewe Mungu wastahili sifa, wewe Mungu wastahili sifa. Nami nakuhakikishia ya kwamba achana na yaliyopita, Bwana, hayo yote, haijalishi katenda nani, lakini yamekuachia tu sifa kwamba utainua mikono. Majira yako ya kuinua mikono na kusema e, Mungu wastahili sifa Baba wastahili sifa, ndiyo majira haya yamefika na naomba wewe unayenifuatilia sana majira haya unitumie ujumbe kwenye nambari ya simu 0746 mbili, mbili, mbili, nne, 0, 0 na 0746 003 005 tamka kwamba e, Mungu Andika tu e, Mungu wastahili sifa, usiongeze neno lingine, maana napaona mahala Mungu anapokupeleka. Napaona mahala pa juu Mungu anapokupeleka. I'm the prophet of God when I say is God who says. Mimi ni nabii wa Mungu ninaposema ni Mungu ndiye anayesema. Ukiangalia katika kile kitabu cha Isaya 45 mstari wa pili mpaka mstari wa tano Biblia inasema mahala pale, ya kwamba nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paluza. Yes, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paluza nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasili, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana. Ni Bwana ni kuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Kumbe kuna vitu vya thamani viko mahali pa siri, na kuna vitu vya thamani vimefichwa gizani, na kuna vitu vya thamani ni vya kwako, lakini bado kuna watu hawajakubali kwamba ni vyako, na kuna vitu vya thamani unatakiwa uanze kuvipokea, lakini kuna mtu tu ameziba mlango kuna vitu ambavyo ni vyako, kuna mtu tu ameziba milango tu, yaani yeye kaamua tu kuziba mlango, lakini nakuhakikishia kwamba hicho ni cha kwako. Yes, yes, hicho ni cha kwako, hicho ni cha kwako, na nakuhakikishia Mungu aliye hai, majira haya na usiku wa leo, majira haya na mchana wa leo, majira haya alfajiri ya leo, majira haya jioni ya leo kile kilicho cha kwako, yeyote aliyekuwa amekiweka katika giza lazima anakiachia kuanzia leo, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Chochote ambacho ni hazina Mungu aliyekuwa ameiandaa kwa ajili yako, yeyote yule ambaye ameifungia mahala ambapo sio sahihi, anaiachia kuanzia leo, kwa mamlaka ya jina Yesu. Nami nalituma neno la na Bwana, nautuma me neno, nalituma neno ule neno la Mungu aliye hai, yule Mungu alaye yule Mungu anayeharibu, yule Mungu anayebomoa, Mungu anayerejesha ananiambia nitamke, thamani ya maisha yako imerejea, thamani ya uchumi wako imerejea, thamani ya ndoa yako imerejea, thamani ya biashara yako imerejea, thamani ya ajira yako imerejea, thamani ya cheo chako imerejea, Thamani ya uzao wako iliyokuwa imepotea imerejea. Thamani ya mahala ulipokuwa unaishi au unafanyia biashara unapona ni moto imerejea, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Na kila cha kwako walichokiweka katika giza, mahala popote wamekifungia, mimi kama nabii wa Mungu, mimi kama mtumishi wa Bwana, mimi kama kuhani wa Mungu natamka ya kwamba majira ya mwaka huu, kabla huu mwaka hujaisha, kabla huu mwaka hujaisha, kabla huu mwaka hujaisha, kabla huu mwaka hujaisha, kabla huu mwaka hujaisha, kabla huu mwaka hujaisha, kabla huu mwaka hujaisha, kabla huu mwaka hujaisha, kabla huu mwaka hujaisha, ndoto za maisha yako zinaanza kutimia ndoto za maisha yako zinaanza kutimia. Ndoto za maisha yako zinaanza kutimia. Ndoto za maisha yako zinaanza kutimia. Ndoto za maisha yako zinaanza kutimia. Ndoto za maisha yako zinaanza kutimia. Ndoto za maisha yako zinaanza kutimia. Ndoto za maisha yako zinaanza kutimia. Ndoto za uzao wako zinaanza kutimia. Ndoto za biashara zinaanza kutimia. Uchumi wako unarejea kwa mamlaka ya jina Yesu, na afya yako kuanzia leo inarejea Inalejea. Nahitaji mtu mmoja aliyeambatana na mimi usiku huu anitumie ujumbe, mchana huo anitumie ujumbe, asubuhi anitumie ujumbe, alfajiri hiye anitumie ujumbe, aniambia ya kwamba ndoto za maisha yangu zimelejea. Tumia huo ujumbe kwenda namba sifuri saba nne sita. Nataka nijue wewe ni nani na uko wapi, na nikutamkie neno. Sifuri saba nne sita, sifuri sifuri tatu Sifuri, sifuri tano. Niambie nabii wa Mungu, mimi naitwa fulani, niko mahala fulani, ndoto za maisha yangu zimerejea. Tamkia sasa hivi. Kimbizana alaka, alaka. Kimbizana alaka, andika majina yako wow. Haleluya, amina, barikiwa na mimi, tamka baraka zako zikarejee, uhai wako ukarejee, na kila kilichokuwa kimezuiwa ndani ya tumbo lako, amina kinakwenda kutoka nje kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nahitaji e mtu ambaye ananiambia nabii wa Mungu, ndoto za maisha yangu zinarejea, ndoto za biashara yangu zinarejea. Yaani kile ulichokuwa unakifanya ndicho ninachohitaji ukitamke, kupitia kwenye nambari za simu 07 46, mbili, mbili, mbili, nne sifuri, sifuri, sifuri saba moja tano arobaini na mbili.